Watu wengi ulimwenguni wana changamoto kubwa ya kujitambua. Mitandao ya kijamii, maoni ya watu, changamoto zinazowakumba au hata historia yao inachangia sana kutafsiri utambulisho wao iliyo tofauti na vile Mungu anavyowatambua. Chanzo sahihi cha utambulisho wa Mkristo ni neno la Mungu. Nini Mungu Baba anasema juu yetu? Kama vile mwana mpotevu, mkristo asiyejifahamu katika Yesu anaweza shukika mamlaka yake hadi kulisha nguruwe. Jifunze kujitambulisha jinsi mungu anavyokutambulisha. Mungu amesema, unapendeza. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe ni chumvi ya dunia. Wewe ni tawi lenye matunda lililojiunga na mzabibu. Umeumbwa kwa mfano wake na kwa kutenda makuu.